Jambo na karibu. Aliyeachwa kaachiwa mengi. Mrembo aliye aliyekuwa ameamriwa na mahakama kumlipa mchekeshaji wa Kenya Oga Obinna fidia ya shilingi milioni sita kwa kumdhalilisha, ameibuka akisema hana uwezo wa kulipa kiasi hicho kikubwa cha pesa. Kupitia video inayosambaa mtandaoni, mrembo huyo alionekana akilia kwa uchungu, akieleza kuwa kwa sasa anapitia changamoto kubwa za kiuchumi na hana njia yoyote ya kupata fedha hizo. Kesi hiyo ilitokana na madai kwamba mrembo huyo alitoa maneno ya kumdhalilisha o, Oga Obinna kwenye mitandao ya kijamii, jambo lililomfanya mchekeshaji huyo kuchukua hatua za kisheria na kulinda heshima yake. Kwa sasa mashabiki wa Obinna na watumiaji wa mitandao wametofautiana E, kimtazamo baadhi wakimtaka Obinna Oga kumsamehe huku wengine wakisema sheria ichukue mkondo wake. Kumbuka ya kwamba e, mwanadada huyu alimdhalilisha Oga Obinna, kitu ambacho kilimfanya Oga Obinna kumchukulia hatua na mahakama ikaamua kwamba msichana huyu amlipe ama mrembo huyu amlipe kitita cha ja pesa ambacho ni shilingi milioni sita, lakini mwanadada mwenyewe amelia sana na kusema ya kwamba hataweza kupata hizo hela kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi. Na tumepata ya kwamba mashabiki wengi wamemwomba huko Bima aweze kumsamehe. Kumbuka ya kwamba kuna kipindi pia mwanadada huyu anasema ya kwamba una uwezo wa kununua yani, wa kupata hizo hela, hata kama ni kuuza kinembe chake, lakini ikawa ni hali ni ngumu, lakini kwa sasa analia na jambo ambalo limewagusa mashabiki wa Oga Obinna Bima, na kumwambia Oga Obinna Bima ya kwamba amsamehe. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi aini Maskini Msomi TV.